Jina langu wase naitwa James Mangi Mary kutoka Ganze Mariani, katafeni mwa bamaro bibi yangu fika zongombo makiti mwa Kayu, ambaye kwa wakati huu yuko na watoto sita nusu nusu, nimeambo bado hajaza tafaka mili, kutoka pale sehemu za KBC Nairobi, mtangazaji wa saa 7 leo mchana, nikampisha mama kanje jina. Asante sana sikizaji, naenda kudos, naenda kudos, naenda kulala.